Kwa majina naitwa mgabilaoent mdalula, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi M6 Foundation. Kwa msingi kabisa na kwa moyo wa dhati, nipende kwanza kumshukuru mwenyezi Mungu kwa kuweza kutimiza jambo hili. Tumefanya kwa ufasaha, kwa namna ambavyo kadri mwenyezi Mungu ameweza kutuia kufanya. Sisi kama taasisi tunafurahi kujumuika na watoto walioko mahali hapa, na tumeshiriki matukio mbalimbali, ikiwemo kuacha baadhi ya vitu kama vile sabuni, eh, nishati ya gesi vitu mbalimbali pia vya mahitaji ya shule pamoja na kula nao chakula cha mchana. Mungu ni mwema, tunashukuru, tukio limeenda vyema. Wito wangu kwa jamii, kuelekea mwisho wa mwaka na si mwisho wa mwaka tu, maendeleo endelevu, waendelee kuwashirikisha watu mbalimbali mbali, na wenyewe kwa binafsi kwa mmoja mmoja, waweze kuikumbuka jamii kwa kadri waliwezavyo, kwa sababu ndio njia pekee ya kibaraka, ndio njia pekee ya kuweza kutumiza maandiko ya namna gani ya kuishi katika ulimwengu huu. Kwa kusema hivyo, nipende kuwashukuru sana. Karibuni M6 Foundation, tuweze kuitetea jamii, kuhakikisha jamii inatabasamu pamoja.